baada ya Chief Godlove siku ya jana kununua gari kubwa kabisa ya bilioni moja ya nukta tano e, jina lake ni gumu kidogo kulitamka, lakini inasemekana ilitajwa ili kwenye movie flani hivi, ushanifahamu eh, yeah, so watu wengi kupitia mtandao mbalimbali wamekuja na maoni yao baada ya Chief Godlove jana kushusha niga lake GPS ndio e, la takriban bilioni moja ya nukta tano so watu wengi wakaja na maoni mengi sana. Chief Godlove inaonekana na pesa sana. Chief Godlove inavyoonekana mitonyo anayo sio mchezo nini, nini. Sasa kupitia mtandao wa TikTok, Rotmic yeye amekuja na maoni yake na kumpongeza sana Chief Godlove baada ya kununua gari na kuamini kwamba Chief Godlove ana uwezo kununua ndinga uh, kubwa kama namna hii. So huyu hapa anatoa maoni yake kuhusiana na issue ya Chief Godlove ambaye ameweza kununua ndinga siku ya jana. I say hapana. Hey. Hii gari kama amenunua Chief Godlove, mimi bado siamini I say. Hii gari kama ndio inauzwa bilioni moja point kitu, mimi sizani. ah -ah. Hapana. Hiyo gari hiyo gari Ford kainunua chifu. Yaani chifu ndo amenunua hiyo gari. Ah, mimi bado si. Yaani sawa, tuseme tu tuamini tu kwa tume sababu tumeona gari tayari amenionyesha ni yeye na yeye ndo mwenye gari. Mimi nilikuwa najiuliza hapa, hii gari atakuwa amenunua. Mimi kajua amenunua mwalabu huko, sijui mwalabu koko, sijui mwalabu muhindi, sijui mwalabu nani. Kumbe kainunua Chifu Godlove. Ah. Watu wana hela hisi. Hapa mimi kusema kwa sababu ndo naamini. Hapa lazima nikaamini kwa asilimia kubwa kwamba Huyu jamaa ana hela. Watu wana hela. Tunaona kabisa plate number hapo, sitakiongea. Baba, nimenyosha mikono juu. Baba una hela. Chifu, una hela, endelea kuwakomesha Wakenya, endelea kuwasumbua Wakenya. Wakenya, huyu mtu ana hela. Sisi nyewe, mimi mwenyewe nishamchoka. Hadi pa nimemshindwa. Huyu mtu ana hela. Huyu mtu ana hela. Sio hana, anayo, yani hela ipo. Oya, Wakenya, naomba tu mumwache. Ah, tutapata mwingine tajiri mwingine mdogo mdogo wakushindana kushindana naye tuanze kumgombanisha. Lakini huyu tuwachie, ile viwazo kubwa kidogo. Tuachie